Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwepo na mvutano wa wazi kati ya klabu ya Yanga Sports Club na shirikisho la soka Tanzania, TFF ambao umeibua sintofahamu kubwa ndani ya tasnia ya michezo. Hili si tukio la kwanza kutokea bali linaongeza ukurasa mwingine katika historia ya migogoro kati ya vilabu vikubwa na shirikisho hilo. Lakini je, kuna rekodi au matukio ya nyuma yanayoonyesha uhusiano wa mvutano wa mara kwa mara? Je, kauli za sasa za pande husika zina uhalisia au ni mwendelezo wa mivutano ya muda mrefu? Sehemu ya kwanza: kiini cha sakata la sasa. Katika miezi ya karibuni, Yanga SC imejikuta ikilumbana na TFF kuhusu maamuzi ya kamati ya nidhamu na namna uendeshaji wa baadhi ya mashindano unavyosimamiwa. Masuala yaliyolalamikiwa ni pamoja na maamuzi ya kamati ya nidhamu dhidi ya viongozi wa Yanga wakiwemo wasemaji wa klabu hiyo. Ratiba za mechi ambazo Yanga wanadai zimekuwa zikibadilishwa kwa manufaa ya baadhi ya timu, Utata wa usajili na vibali ambapo klabu hiyo imeonyesha kutoridhishwa na utendaji wa TFF katika kuruhusu au kuchelewesha baadhi ya usajili wake muhimu. Yanga kupitia baadhi ya viongozi wake wametoa kauli zenye mashiko kuwa TFF haitoi haki kwa usawa kwa vilabu vyote, na kuna viashiria vya upendeleo au double standards. Sehemu ya pili: TFF yapinga, yataka heshima na kanuni zifatwe. TFF kupitia kwa katibu mkuu wake na baadhi ya wajumbe wa kamati za mashindano na nidhamu wamekana tuhuma hizo. Wanasema maamuzi yote hufuata kanuni na taratibu za shirikisho na si kwa matakwa ya klabu yoyote. Yanga haina mamlaka ya kuhoji nidhamu ya kamati, bali inapaswa kufuata taratibu za rufaa iwapo haijaridhika. TFF imekuwa ikitoa nafasi kwa vilabu vyote kuwasilisha malalamiko yao rasmi, lakini baadhi ya vilabu vinachagua kutumia vyombo vya habari badala ya njia rasmi. Sehemu ya tatu, kumekuwepo na historia ya migogoro kama hii. Ndiyo, hili si jambo jipya. Historia inaonyesha Mwaka elfu mbili na kumi na saba Yanga iliwahi kushutumiana na TFF kuhusu uendeshaji wa ligi kuu wakilalamikia upendeleo kwa Simba SC. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa kulikuwa na malalamiko kutoka Azam FC dhidi ya TFF kuhusu upangaji wa ratiba na uamuzi wa rufaa. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Simba ililalamika kuhusu baadhi ya maamuzi ya bodi ya ligi wakidai kuathiriwa kwenye maandalizi ya CAF Champions League. Yanga pia imewahi kushutumu uendeshaji wa uchaguzi wa TFF wakidai kuwepo kwa mizengo ya kisiasa ya michezo. Kwa hivyo, suala la klabu kupishana kauli na TFF limekuwa ni jambo la kujirudia, huku tatizo likionekana kuwa ni ukosefu wa mfumo wa mawasiliano wa wazi na waheshima. Sehemu ya nne: tathmini ya kauli zinazokinzana Tukiangalia baadhi ya kauli kwa undani, Yanga wanasema hatuwezi kukaa kimya kuona maamuzi ya hovyo yanayoiumiza klabu yetu, tunahitaji haki sawa kwa wote. TFF inasema klabu yoyote inayotaka kuheshimiwa lazima iheshimu taasisi ya soka na kufuata kanuni. Hapa kuna mgongano wa msingi kati ya uhuru wa kujieleza na kulalamika dhidi ya uhitaji wa kufuata taratibu, lakini pia kuna tatizo la ukosefu wa uwazi katika baadhi ya maamuzi ya shirikisho, jambo linalowapa klabu kama yanga nafasi ya kudai kuwa wanadhulumiwa. Sehemu ya tano. Je, kuna njia ya kutatua migogoro hii? Ndiyo, kuna njia mbalimbali, mbali kuwepo kwa chombo huru cha usuluhishi kati ya vilabu na TFF. TFF kuanzisha mabaraza ya usikilizwaji wa vilio vya vilabu kwa uwazi. Klabu kujiepusha na siasa za jazba kupitia vyombo vya habari na badala yake kutumia njia rasmi za kisheria. Ushirikiano wa dhati kati ya bodi ya ligi, vilabu na TFF katika kupanga ratiba, kutoa hukumu na kusimamia sheria. Hitimisho. Sakata la Yanga na TFF linaonyesha pengo kubwa la uaminifu kati ya vilabu na shirikisho. Ikiwa hali hii haitadhibitika, inaweza za kudhoofisha heshima ya soka la Tanzania kimataifa. TFF inapaswa kujifunza kuwa taasisi siyo tu ya kutoa maamuzi, bali ya kujenga mazingira ya haki, wazi na usawa. Vilevile vile, klabu kama Yanga zinahitaji kutafuta haki kwa njia za kisheria badala ya kulia kwa sauti kwenye majukwaa ya habari. Ni wakati sasa wa soka la Tanzania kuingia katika hatua ya uwajibikaji wa kweli baina ya wadau wote.